Ni kushauri kitu ha, yani hayo yote aliyokuambia Msigwa wala hajakosea, ni kweli, ana mke na hali yake kama unavyoiona, hana maisha ya kusema nao wake wawili. Wewe ninavyokuona tu una losto ya mapenzi, yaani wewe umechanganyikiwa, lakini umri wako na mambo unayoyafanya ni vitu vili tofauti. Sasa niongee mimi naye kistaarabu sana. Kashakwambia kwambia anamke na, na hahitaji kuongeza mwanamke angekuwa na, ange na hiyo nia angeshaleta mwanamke kwa hiyo tafuta mwanaume mwingine. <laughs> Lakini mimi nampenda msiba. Yani nampenda. Nampenda koma tena koma kidogo kidogo mpaka uzoee. Naomba uondoke kwangu. We siueleweshi, we polepole ukaelewa hivi. We binti, una nini? We Msigwa ana mke kwangu, muna, kiata, fika, na hana uwezo wa kuongeza mke wa pili. Unachong'ang'ania nini toka kwangu? Nyanyuka ubinti vipi? Haeleweki hata jinsi alivyo. Nampenda Msigwa, nampenda Msigwa we Kwani wewe una nini jamani? Kwani msibwa jamani anakosa nini? Msibwa mbona anatafutia mimi mabalaa? Usi mtoto mdogo huyu. Eh. Haki eh, ya Mungu. Eti nampenda msibwa. Yaani unakaa kabisa unajitutumua mtoto wa kike una hata haya. Una hata aibu ya kike wewe. Hao ndio wasiofunzwa na wazazi wao. Wewe unapata hapo ujasiri kuja kumwambia mke wa mtu eti nampenda mme wako. Yule ana bahati ya sira zangu zimeenda. Eh. Magosha. Hmm. Hmm.

Ha, nimegundua kuwa we ni dada ambaye ni mstaarabu sana, kwa hiyo nimehisi unaweza ukawa msaada kwangu. Kuna kitu ambacho nahitaji unisaidie kutambua. Ha, kwa nini watu wanasalitiana? Eh, najiuliza sana, kwa nini watu wanasalitiana kwa nini mtu akupende leo alafu kesho anakuudhi? Hapo shida yuko wapi? Hapo naomba unisaidie, hata kwa ushauri tu, huenda ikanisaidia, maana nipo katika wakati mgumu sana. Watu wasalitiane kwa sababu hawakupendi? Watu wanasalitiana kwa sababu wanajipenda kuliko ukweti. <laughs> Unamaanisha nini? Usaliti ni maamuzi Mtu anapima sala ya kusema ukweli na faida ya kusema uongo. Na akiona uongo unamlinda, atachagua uongo. Na mtu aliosalitiwa kosa lake ni nini? Kosa lake kubwa ni kuamini bila kuuliza. Lakini pia ni ujasiri. Kwa sababu kuamini ni hatari. Lakini bila kuamini hakuna maisha. Tatizo sio kudanganya. Tatizo utakachokifanya baada ya kujua umedanganywa. Siku njema. Haya, na wewe pia. Ndo umekata kabisa kuja kunisalimia siku <coughs> hii yote eh? Subiri, subiri, subiri, mekuona. Subiri, simama hapo hapo. Ah, uko na kibodo? Nenda api? Amna dada. Deni ni kama kimvuri, popote utakapokwenda linakufuata. Dada, nipe siku mbili tu. Nitakupa siku mbili? zishatoka jana, usinichangata usinivuruge. Karibu sana nimeshakaribia. Vipi, mumeo yupo? Mume wangu hayupo, na kwa nini unamuulizia? Sio vizuri kuvunja ndoa ya mtu. Nimekuja kiustaarabu Biashara ikuwa mzuri ni mbaya kabisa, dada. Kwa hiyo kwetu ndio nataka we, mbaya kukusubiri wewe, si ndio? Dada, nivumilie tu, siku mbili sasa. Kwa taifa yako leo nakuja kuchukua king'amuzi, TV, dishi, kila kitu. Nakuja kukuchukua king'amuzi lakini na bando, <laughs> bando tutaenda kujaza wenyewe. Upo? nakuomba uniachie mme wangu, hana muda na mimi, hana hisia na mimi. Nimefuatilia nimegundua wewe ndio chanzo kwa hiyo nakuomba sana, kaa mbali na mume wangu na isingekuwa najishughulisha na kigenge changu kila siku, ningekuwa nalala njaa. Wewe ni mwanamke mwenzangu, kwa hiyo nakuomba usitishe mambo yako na mume wangu. Nakupa masaa kumi na mbili nakuja kuchukua mzigo wangu, umezidi, uache mikopo. <coughs> ali. Ngumu shoga wangu, bila mikopo tutaishi? Duh, ni hatari. Sasa nikimwambia kuwa alikuwa ni ex wangu, analia tu mtoto wake, itakuwa ni shida, na anaweza akaja akamwambia mume wangu ndo yangu, ikaharibi. Haina haja ya kuwaza sana, mambo yote nayajua. Kikubwa, kaa mbali na mume wangu kwa ajili ya usalama wako wangu ili swala lisije likajirudia tena, maana ile siku yani nilikuwa naona naenda jela hivi, hivi. Hmm. Oh, samani bro, mwenye nilisha kuona kabisa ni kama amebanwa na haja kubwa au <laughs> <laughs> ah. Ah, sio unataka kunisaidia yani? Naona dogo sasa unaanza kuleta utani au sio? Hamna bro, yaani <laughs> pale kwenye nilitaka nije kukusaidia pa

<laughs> Hapo acha masiara basi aise. <sighs> Okay, sawa vipi kuhusu malipo? Sasa kuhusu malipo nilimuelekeza dogo ule akasemaje, midamida nini atazingatia, na kuhusu lile swala la hiyo biashara nini, nimemkanya kabisa ni asija akajirudia tena sawa, ila usije kategemea tena mimi nikafanya kitu kama kile Sitarudia tena, staki. Ngoja naende kwenye harakati zangu. Sinajua tena, sije vitu vikaja katolewa nje. uh-huh. Najua nyumba za kupanga <coughs> basi. Poa poa, basi baadaye kia ni kwambia Mmejichanganya wenyewe, wewe pamoja na ndugu yako. Mi sijawai kuwapenda, sio wewe wala Makame. kwa kila mtu ajue maisha yake. Naondoka mbali, na utaniona tena katika maisha yako, na wala utasikia tena sauti yangu. Mizo, kwa mara nyingine. Kwa nini umerudi? Nahitaji mtoto wangu. Mtoto? Mtoto gani unayezungumzia? Yeye Makame hakuwa na uwezo wa kumpa mwanamke mimba. Mimba uliyobeba ni yangu. Una ujasiri wa kusema hivyo? Nilikuwa nakupa pesa kupitia Makame, nilizani kuwa mtoto wangu anakuwa. Sasa nasikia kapotea. Nahitaji mwanangu, la sivyo nitaanza na mumeo.

Mm -hmm. Kingine. Basi natosha. Uh, asante. Chenji hapo? Kusu, chenji baki nayo. hmm? Chenji baki nayo. Asante kaka. Karibu. Nimechoka kuumizwa. Asante. Nikajifunza kunyamaza. Leo macho yangu yamekutana na pumzi mpya, labda wewe ndiyo sababu ya moyo wangu kuamka tena, labda wewe Ni mimi yana. Sitoishi na mwanaume anayejipeleka jela kwa kutembea na wanafunzi. Nimechoka kuli... nimechoka kulinda aibu yako, ubaki salama Nisubiri, jamani, tuyaongee haya. Yanaisha kabisa haya, ha. <laughs> ana <Nangata> tanisumbua <laughs> nimezoea usumbufu wako wangu apotee. Mimi na mume wangu hatuna maelewano mazuri kabisa mule ndani. Yaani aeleweki, kabadilika. Sio yule mume wangu ambaye nimemzoea. Yaani amekuwa tofauti mpaka yani, hajeli kabisa, pususora na ugo. Yaani hajari kabisa kuhusu swala la mtoto kutoweka mule ndani. Alipotea katika mazingira gani? Ilikuwa ni saa tisa usiku. Nimeshtuka mtoto sijamkuta. Na nilipoangalia mume wangu pia hakuwepo. Alikuwa ametoka na sio kawaida yake kutoka usiku kiasi kile mpaka nashikwa na wasiwasi. Ulivyomuuliza wasi, alisemaje? Hmm, hivi unajua, ni mtu ambaye asiokuwa na hofu hana mashaka, kila ninachomwambia hajali. Naambia mtoto simuoni, lakini hana hata ule ushirikiano na mimi kusema basi tutoke tukamtafute mtoto. Yani yupo bizi na mambo yake kuna muda arudi, kuna muda asirudi. Yani hivyo yani, najionea vibaya vibaya. Yani ukimuuliza swali, jibu lake ni jipesi sana. Yani kwake anachukulia ni kawaida. Sawa, nimekuelewa.